Nam karibu tena bwana. Hivi ndivyo ambavyo siku ya jana e, pati ambayo ilifanyika huko Zanzibari ukweni, nyumbani kwa kina Zuchu kuweza e, kufanyika kwa kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Malkia Mrembwende Zuchu, mke wa Diamond Platinum. Hivi ndivyo ambavyo mambo yalinoga sana, watu kuweza kuenjoy siku ya jana katika private party ambayo ilifanyika eh, katika boti ambayo Diamond Platnumz aliikodi kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja, eh, na ndugu wa karibu marafiki, akiwemo mke wake huyo Mlimbwende Malkia Zuchu. Watu walienjoy sana, watu walikuwa ni wengi mno, walikunywa na kula na kusaza eh, kutokana na E furaha hiyo kubwa ya kujumuika kwa pamoja e katika kusherekea siku ya kuzaliwa ya mke wa mfalme Markia Mlemboende Zuchu. Na baadaye eh, marafiki pamoja na ndugu walimtaka Diamond Platinum atoe eh, sasampa, yani ampe pesa Zuchu, huku akiwa anaimba nyimbo ya Diamond Platinum toa, sasampa sasampa sasampa, sasampa, eh, Diamond Platinum aliingiza mkono katika mfuko wake na kuweza kuchomoa vibunda vya pesa huku ah, akiwa anamtunza Mke wake huyo mlimwende Malkia Zuchu ni tukio kubwa ambalo jana aliliweza kutrend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Diamond Platinum kuweza kumwagia eh, pesa mke wake Zuchu akiwa anamtunza katika birthday hiyo ambayo ilifanyika ndani ya boti. Yani Diamond Platinum alikodi boti eh, special kabisa kwa kuweza kusherekea birthday ya mke wake, na mpaka jana usiku walikuwa ndani ya boti kama unavyoona hapa eh, huku Diamond Platinum akiwa anamtunza pesa mke wake huyo Zuchu, baada ya wana ndugu kuweza kumtaka Diamond Platinum ampe sasampa, eh, huku akiwa wanaimba nyimbo ya sasampa toa pesa Diamond Platinum alionyesha upendo mkubwa, akachomoa kibunda mfukoni na kuanza kumtunza mke wake huyo kipenzi, malikia mlimbwende Zuchu. Katika birthday ambayo Zuchu amewahi kufanya, basi hii itakuwa ni bonge moja la birthday. Birthday ya kifahari, Diamond Platinum kuweza kujitoa eh, sawa sawa kwa ajili ya kuweza kumwonyesha upendo mkubwa mke wake huyo Zuchu kama unavyoona hapa ni tukio kubwa ambalo liliweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa sana Diamond Platnumz kuonyesha upendo mkubwa kwa mke wake huyo Zuchu, na hapa Zuchu aliamua kuweza kupiga magoti kupokea pesa ambazo Diamond Platnumz alikuwa akizihesabu ni pesa nyingi sana e, ambazo jana Zuchu aliweza kuzipokea kutoka kwa mume wake huyo Diamond Platnumz na kuweza kupigana mabusu motomoto na huku kuchukua keki e, kumlisha Diamond Platnumz mdomo kwa mdomo huku akipeana mabusu motomoto mbele ya watu ambao waliweza kujumuika kwa pamoja katika sherehe hiyo kubwa ya birthday ya Malkia Zuchu. Mauno kama yote ambayo Zuchu aliyaonyesha kwa mume wake huyo Diamond Platnumz kama unavyoona hapa, bila kinyongo, bila hiana alimwaga mauno kwelikweli kwa kuonyesha upendo mkubwa ambao ameweza kupatiwa na bebi wake huyo Diamond Platnumz. Pia watu walikuwa wakisalibuka kuweza kuenjoy siku ya jana birthday ambayo imefanyika. Kiukweli hii ni aina yake Zuchu kuweza kufanyiwa birthday kubwa sana na mume wake huyo Diamond Platnumz, kujumuika kwa ndugu, marafiki wa karibu wa Diamond Platnumz pamoja na marafiki wa Zuchu huko mjini Zanzibari. Hivi ndivyo ambavyo jana usiku birthday ya Zuchu ilivyonoga kwelikweli, ambayo ilisherekewa huko nyumbani kwao Zanzibari, kuweza kujumuika pamoja, ndugu marafiki wa karibu, katika eh, kusherekea siku ya kuzaliwa ya Malkia Mlimbwende Zuchu. Eh, bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kujuza, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto.